Maeneo mbalimbali kwenye nchi zaidi ya 15 akiwemo kijana wa Mbeya hapo na kijana wa hapo Lupembe Njombe, wametekwa hawajulikani waliko, hatujui hali zao, wako hai ama wamekufa hatujui. Wanachukuliwa ama wanatekwa na watu wanaitwa wasiojulikana, kabila ambalo limeonekana sasa lina uwezo kuliko jeshi la polisi na lina uwezo kuliko vyombo vyote vya ulinzi na usalama kwenye nchi, jambo la kusikitisha sana. Na mbaya zaidi, bado kuna taarifa na fununu mbalimbali kwamba tunatafutwa sana viongozi wa chama, viongozi wa baraza la vijana wa CHADEMA kwamba eti tukamatwe na tukikamatwa, eti tukikamatwa kwa kwa utaratibu, sijui ni utaratibu gani, kwamba tukamatwa kwa utaratibu tutawekwa ndani mpaka uchaguzi upite, lakini tukifanikiwa kukamatwa kinyemela, yani kwa utekaji, ndio haijulikani. Ndio sasa tunatoa wito kwa mamlaka zote za nchi hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania, na sisi tunaipenda nchi yetu, na ndio maana tumekuwa tukisimama wakati wote kusema kwa ajili ya nchi yetu. Hakuna nchi nyingine tunaipenda zaidi ya Tanzania, ardhi yetu ya uzao wetu ni Tanzania. Tutasema madamu, tutasema kweli, na tuna uhakika tunasema kweli na tunasimamia hiyo kweli, tutasema, hatutanyamaza. Sasa kama wanatutafuta sana, wanatamani kutuua wanatamani kututeka kutupoteza, hawatamani kutuona tukiishi, wanayatamani maisha yetu wayachukue. Ombi langu kwa hao sasa wanaoitwa wasiojulikana, kwa sababu sasa wana uwezo kuliko serikali, wana uwezo kuliko vyombo vya ulinzi na usalama, wakija wasi, wasinichukue wakanienda kunificha wakanitese huko bure, wapendeze wakija, waniue waniache hapo familia yangu upate mwili wangu, wakazike, waone kaburi langu, walie msiba, lakini mwisho wanyamaze na waseme ndugu yetu amelala. Kuliko hali inayoendelea sasa ya watu kutoweka na kukwenda kusikojulikana. Familia zinabaki na vilio na majonzi, hawajui waweke msiba, hawajui wasiweke msiba, hawaelewi hali ya watu wao, hali ya wapendwa wao, hali ya, kwamba wako na hali gani. Hatuwezi kuwa na taifa namna hii na tukanyamaza yeah. na sisi tumechagua watu wanajiuliza, mbona hawa watu pamoja na haya yote bado hawanyamazi bado hawakomi? Ni hivi tulicho nacho sisi ni ukweli, tulichosimamia sisi ni haki, na kwa sababu hiyo tunaamini kwamba hata Mungu yuko upande wetu na ndiyo maana hatunyamazi. Hatudhulumu cha mtu, hatuibi cha mtu hatupangi kuvunja sheria ya sheria yoyote ya nchi hatupangi kuvurugu taifa letu pendwa. hatupangi kuvuruga kitu chochote tunazungumza kwa ajili ya nchi yetu watoto wetu waikute nchi nzuri na hiyo pawe ni mahali salama pa kuishi. sasa ni wito wangu kwamba hatupaswi kuwa na taifa la namna hii lakini kwa sababu haijulikani na bado wanatuwinda basi watuwinde watu uwe mpaka watakapotosheka au mpaka siku mamlaka za serikali na vyombo vyake vitakapopata uwezo wa zaidi ya hii kundi linaloitwa wasiojulikana. Lakini watu watuache hapo, familia zetu zipate kulia msiba, waende wazike, waende wawe wanajua kabisa, kaburi la ndugu yetu, kaburi la kaka yetu, kaburi la baba yetu, kaburi la mtoto wetu ni hili, na kuliko hiki kinachoendelea sasa, ya kuacha majonzi yasiyo na mwisho, ya kuacha vilio visivyo na mwisho haifai na haipendezi. Tanzania ni yetu sote, sisi sote tunaitaka Tanzania. tunataka Tanzania pawe ni mahali salama pa kuishi, mahali ambapo kila mtu ana furaha kuishi, si katika hali ya upendeleo, si katika ubaguzi, si katika kumuonea yeyote. Tunatamani kuwa na taifa ambalo tunalifisha haki na haki ndio inakuwa msingi wa yote kwenye taifa, na ndio wito wetu, wetu, na ndio msimamo wa chama chetu kwamba tukishashinda na tuna uhakika tutashinda taifa hili tarithisha haki na haki utakuwa ndio msingi mkuu kwenye nchi. Watu wote utakuwa na haki ya kuishi, wana haki ya kufanya chochote, wana haki ya kuendelezwa, wana haki ya kupata huduma bora za afya na elimu, wana haki ya kuwa na miundo mbinu mizuri na haki zingine zote, huku haki kuu ya kuishi ikizingatiwa na kulindwa kwa gharama zote. Mtu mmoja kwenye taifa atakuwa na thamani kama ilivyo na thamani kwa mtu mwingine yoyote kwenye taifa.